Wachezaji ambao wamefika level fulani inawezekana sio kuwa hivyo lakini wamefika level fulani ya, ya basketball wana, wanajua mchezo na ni, ku, ni kuwaidini yeah. ya hao nani walio baki ndio inawezekana boda hawa mm. Yeah. <laughs> <tototikishana>. Eh, au ni hatari walio baki? Yes. Hatujaje kutishana hapa, naendelea kuzungumza zetu, maana sasa, wewe unapozungumza wewe bwana, ni kama unataka kutisha watu hapa, kutishana hapa, kutishana lakini au najaribu kusema kitu ambaaa wachezaji wow. wa wote mm -hmm. Haikuwa rahisi sana kuwapata, yaani mm hizi -hmm. tu kwamaj tucheze mwenye mpitatu hapana. Hata jana mm -hmm. nilisema na kesho nitasema na sitashkutwa nikisema. mm -hmm. Hawa wachezaji uh, au mchezaji yeyote anakuja mm -hmm. kwenye timu yako, kama ataona wewe unaweza ukawa na kitu extra mm -hmm. ehhe yeah. au umefocus zaidi ehhe mm -hmm. au una malengo mazuri zaidi mbele, si ndiyo? Kila mtu ana malengo ila kuyafikia ndio changamoto. Wewe, yeah, una lengo la kununua gari ya milioni mia